Abdallah Mfuko kuzungumza kwa niaba wa ya wachezaji wenzake wamejiandaje, ama wamejiandaa kiasi gani kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club. Abdallah, karibu zungumza na wanahabari wanaruangwa wa Tanzania. Anatamani kusikia kutoka kwako kwa, kwa, kwa niaba ya wachezaji wenzako wa mmejiandaje kuelekea mchezo huo. Uh, asante sana uh, sisi kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu tumesafiri salama na tumefika salama, lakini katika mchezo wa kesho sisi kama na Namungo tumejiandaa vizuri, tumepata muda mrefu wa kufanya mazoezi tangu tumecheza mechi yetu ya mwisho. Kubwa tunaloomba tuamke salama na tuweze kukutana uwanjani salama na kucheza mechi yetu salama. Kikubwa sisi tumekuja kupambana tupate matokeo mazuri. Sawa, maswali kwa mchezaji Sisi kama wachezaji tupo tayari, kwa sababu kama mwalimu alivyoongea hapa kwamba kila kitu kiko sawa. Kwa sisi, utayari wetu ni kuhakikisha tunapambana kupata matokeo mazuri. Sawa, swali la pili kwa mchezaji kubwa mimi nataka niseme ni, tunajua tunacheza na mpinzani wa aina gani. Kwa hiyo sisi tumejiandaa vizuri. Tunawaheshimu Simba, tunajua ni timu wa aina gani. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi tupo tayari kupambana. Swali la tatu na la mwisho kwa mchezaji. Ah, kwenye mchezo lolote inaweza kutokea, lakini muda huu tulioupata, kwa sababu tumecheza mechi yetu tangu tarehe 21 walimu wamerekebisha kila kitu, kwa hiyo tahadhari tunazijua tutafanya nini, na tumeelekezwa jinsi ya kucheza huu mchezo, tunajua tutacheza na timu aina gani. Nikushukuru sana. Asante sana wewe pamoja na mwalimu, niwatakia kila la kheri kuelekea mchezo wenu wa kesho dhidi ya Simba. Asante. Asante sana. sana. Na ubarikiwe vile vile. Asante sana <laughs> <sir>. Asante. <laughs> Asante. na, na...